Kwa nini usitumie nguvu zako mwenyewe kumrudishia rafiki yako akili zake kuliko kumsubiria mpaka mke wake? Kausal. Nina vitu vingi ninavyojua kuliko wewe. Ninajua nina nguvu za kumtibia rafiki yangu Aidon. Mimi nataka nijenge. Bila hivyo sitojenga. Ninataka nimtumie mke wake ili akubali mwenyewe kwa moyo mwenye wake. Maana asije tena akarudia kwenda kwa waganga. Sawa Malkia, ni jambo zuri sana unataka kulifanya, na mimi nipo pamoja na wewe. Kama utahitaji msaada, niite, nitakusaidia. Asante sana Kausal. Mi kuna sehemu naenda, nakutakia <tri> na kila laheri. Malkia wangu na mii, nipo pamoja na wewe <tri> Umefata nini hapa kwangu, Kilingeni? Sijaja kwa ubaya bali nimekuja, mimi naye tuongee na ukubaliane nacho kile ninachokwambia. Kitu gani hicho? nacho halikuja hapa na ukampa dawa, ile dawa ameipoteza, na nataka umpe mashaiti haya mawili. Shaiti la kwanza, akubaliane na moyo wake wote amrudishie mume wake akili ya yake kama zamani, naye achike kwenye ndoa na, na akikataa hilo Sheti la pili akubaliane na ule jini amue mume wake. Siwezi kufanya hivyo. Nimetakiwa ufanya kama nilichokwambia. Sawa, nimekubali. Naomba uniache <coughs> nisikilize. Mimi nipo hapa. Fanya nilichokwambia. Usipofanya nitakuua. Sasa hapa safari ni kwa Samundu, nikafate hirizi yangu. hapo mepikia nje, mimi nimekuja, nimekuta Mw mlango umefungwa, halafu nakupigia simu upokei nomai. Nimeamua hapa nikusubiri nisikize. Loveness, mimi leo nimeghairi kutoka, siwezi kwenda kokote, yani siko sawa. Hapo sawa kivipi wakati tumeshaongea tushakubaliana, leo natakiwa tutoke out. Mimi leo siko sawa. Wewe kama hiyo siku nyingine, nyingine, nyingine unasema hauna nafasi. Basi Loveness. Nimekwambia mimi leo siko sawa. Nina mambo yangu yamenivuruga. Siwezi kutoka kwenda kokote pale, sawa? Nienda nyumbani, kakae msubiri mumeo mimi si toki leo. Come. Come. Hivi kama unanichukuliaje? Yaani, nimeacha mambo yangu nimepoteza muda wangu, alafu nakuja hapa unanijibujibu jeuri. Sawa, ngoja Sa takuonyesha adabu. Hapa ndo nyumbani kwa Samundu nilipoelekezwa. Karibu. Asante. Naona umesimama nyumbani kwangu, nikusaidie nini? samani nilikuwa natafuta nyumbani kwa Samundu, ndo nikaelekezwa kuwa ni hapa. Samundu we nani yake? Mimi mke wa rafiki yake Samundu. Kwa hiyo Samundu yupo au hayupo? Naona sasa mshaanza kunipanda kichwani. Huko kote mnako zululaga mnaona haitoshi. Sasa umekuja kunizihirishia hapa nyumbani kwangu kusema wewe ndio mke mwenzangu. Sasa dadangu, koma. Kama Samundu alikwambia upo single, mimi ndio mke wake. Na hapa ndio nyumbani kwake. Samundu umemkosa, hayupo. Nilichokuja kuuliza, Samundu yupo au hayupo na umenijibu hayupo. Asante. We dada, koma na umekuja leo nyumbani kwangu umenikuta sina muda ya kugombana. Ungekuja ungenikuta na muda ya kugombana. Ningekuvunja hata hiyo miguu. Sasa namsubiri huyo Samundu arudi, kashaona kutembea na wanawake zake huko, ajalizika mpaka maweza kuelekeza kwa nyumbani kwake. Nitamnyoosha. Nachi. Mke wangu Ukaenda wapi? Alafu sasa kaondoka hata bila kuniaga hivi. <sighs> tuko na usalama kweli? <sighs> alafu sasa nigeza hata kumfuata, lakini nashindwa kwa sababu nimeambiwa nisitoke hapa nyumbani. Tafuta wewe. Nani wewe? Mpangaji nini? Kwanza we nani? emvua duderakwelo. Nimetoka kwa mke wako sasa hivi. Bahati nzuri nimekutana na wewe hapa. Ninaomba mzigo wangu. Mzigo gani unaenda wewe? kitu ulichokiokota pale nje kwangu, naomba. Kitu gani? Mnyosha maelezo bwana, sinchanganywe samundu. Naomba ilizi yangu, ilizi ule namba nambaibia ilizi. Kwani mimi mganga wa kienyeji? Ushaanza kuchanganikiwa samundu. Usikatae, nimeambiwa kila kitu kwamba ilizi yangu unayo wewe. Naomba ilizi yangu, ukikataa nitakufanya kitu kibaya. Ha, unantisha mimi? Sitishiki. Mimi elizi ninayo, na sikupi. Hii elizi itakuja kubonesha waidoni mpaka kili zake zitapakuja kuwa sawa, yani kama ushahidi. Nataka mtaa wote ujue kama kamao kigagula. Yani unataka kunivunjia ndoa yangu sindio? Sasa nazani unijui vizuri. Subiri uone, ninaenda kukuua. Unanitisha usio, mi sitishiki. Tena kawambia ganga yako wote kama samundu kashindikana. Mshenze. Yaani unitisha wewe? Huyo huyo aidodo kumchanganya akili sio mimi. Mm. Sema ule mwanamke ule bwanga kuli kweli ule. Anaweza kule akaniua ule. Na mwanamke mwana uchaye anaujua kusema ukweli. Ah, samundu nimeisha mie jamani. Hmm. Shida mimi mwenyewe je ule 53 akunisaidia. Anaweza kaniua kweli ule.

Naomba unisamee, nimekosea masharti yako. Ile siku unanipa ile dawa, ulinipa masharti mawili kwamba niwe natembea nayo na nidumbukize kwenye maji, kisha nimwagea nyumba yangu. Kweli nimefika, nimefanya kama ulivyoniambia, lakini wakati namwagea nyumba yangu akatokea mume wangu. Kwa mshtuko mkubwa, nikamwaga ile dawa, nikaingia ndani na mume wangu. Natoka nje, niangalia ile dawa nilipoimwaga, sioni. Na nimekuja kugundua kuna mkaka mmoja anaitwa Samundu ndio aliyoyokota hiyo dawa. Nilipomfuata nikamwambia anirudishie dawa yangu. Alichonijibu, anataka aniumbue. Mganga, ninachokuomba mimi nataka Samundu afe kuliko mimi niumbuke. Bora afe. Na kama ikiwezekana uweze kunisaidia dawa nyingine ili niweze kujikinga na yule jini Siwezi kusaidia maana masharti tumeharibu wewe mwenyewe. Kivipi mganga? kwani hamna njia yoyote ile maana, naogopa hata kutoka nje, mpaka nimekuja nimejifunika hivi na mkwepa yule jini. Sasa na masharti mawili, sharti la kwanza ukubaliana na mume wako wote, na uachane na maswala mume wako, urudi akili ya yake kama zamani na uachike kwenye ndoa na sharti la pili, ukubaliane na yule jini umuue mume wako. Umenielewa? hili hi linawezekanaje? akati yote ya mpaka nakuja kwako ni kwa sababu ya mume wangu, nimpoteze tena? Hapana mganga, naomba tu nisaidie kwenye hili, ni mara ya mwisho tu. Sina msaada na utoke kilingeni kwangu. Unajua masharti ni magumu sana kwangu, naomba unisaidie. Kwani hamna masharti mengine mganga? Nimekwambia ondoka. Toka. Asante, <laughs> <laughs> kwa kumfikishia ujumbe nilokuambia. Na usisubutu kumwambia kitu chochote kile. Umenielewa? Ndugu wangu uliotega siku zote, sasa leo ndo umetiki, yani unakula chipsi kuku kwa pesa ile nilokuachia. Haya, chakula changu kiko wapi? Chakula gani kwa hela gani ulioacha mpaka udai chakula? Kuda kuna mbili mia tano nilokuachia, ndio umenua chipsi kuku? si ndio? chipsi si kupi? Na ile mia tano yako ulionipa, kanaambia nijiongeze, kujiongeza kwangu kote ndio nikanunua hizi chipsi kuku. Pumbavu kweli, usi, unaniambia nijiongeze? kujiongeza kwa chipsi kuku mia tano mia tano wa Tanzania. kuda deki sasa, uyo bwana wako alokununulia hizi chipsi mwambie, sio china huku mwanangu. Kaingia kachukua hivi viazi, nipe viazi nilevo. Samundu, naona sasa saizi unataka unitoe mchezoni, unataka kabisa unisaulishe kilichotokea mchana hapa. Amekuja mpenzi wako anakutafuta wewe, unamwachia hela zako, kuniachia mia tano ndani? Sitaki kabisa, Samundu, sitaki uningilie katika mambo yangu. Hebu unaambia mimi kuma kwenye nyumba yangu sasa, kuna rafiki zako, chagua moja, nikupige makofi ni si ah, au unipe viazi nile hivyo. Sikupi ah, unipe kumbavwe. Acha viazi atia atia mseze. Hmm, jitamu kwelikweli, kama ndio maana kpotaki kunipe msheze. Sasa mwambie huyo bwana wako

Mke wangu umetoka wapi? Kuna sehemu nilikuwa nimeenda mara moja. Ah, kuna sehemu umeenda? Sasa umeendaje wakati hujaniaga? Ulikuwa umelala nikaona nisikusumbue. Mke wangu, kila siku unafanya maamuzi peke yako na hutaki kabisa kunishirikisha. Sasa unaondokaje na uniagi? Ungeweza kuniamsha na kuniambia unaenda wapi. Jana ulikuwa umechoka sana, nikaona talao nisikusumbue nikuache upumzike. Mimi ndo mme wako na kila ambacho kinajiri hapo katika hii nyumba napaswa nifahamu. Sasa mambo yako ambayo unayafanya kisirisiri bila kunishirikisha mimi, kwa kweli unaniuzi na sipendezwi nayo hata kidogo. na hili swala tushalizungumza hapo kabla, lakini naona bado unaendelea kufanya mambo yale yale. Nisamee mme wangu, tuachane kwanza na hayo mambo. Mimi sitaki kuacha hayo mambo, nataka nifahamu umetoka wapi. Nakuomba mme wangu, tuachane na hizo mada kwa sasa. Mke wangu, mimi sitaki kuacha hili swala, nataka nifahamu kiundani umetoka wapi na umetoka kufanya nini? Kwa sababu naonekana wewe, kuna vitu ambavyo unavifanya vya kisirisiri na hutaki kabisa kuniambia mimi, wakati mimi ndo mume wako. Hey! Unanichanganya. Nilikotoka kwenyewe nimechanganyikiwa. Mzigo niliokuwa nao mimi, nikikutika wewe, huwezi kuubeba. Naomba uniache. Unazungumza vitu gani wewe? Sikia nikwambie, endelea kukaa hapa nje na kujiuliza maswali, ila kwa sasa naomba uniache nipumzike. Kichwa changu kipo sawa.